Dawa hii yani, nyingine kuletea kama wewe itakusaidia na utarusha na wengine inshallah. Hii boga inasaidia mambo matatu mpaka sasa hivi, inasaidia cholesterol, inaondosha sukari na pia mtu alofeli mafigo. Kuna mtu kafeli mafigo Muhimbili, akafanyiwa hiyo dawa kwa wiki mbili, kapona mzima, akaendelea na maisha yake alikuwa kishafanyiwa dialysis kusafishwa damu, lakini alhamdulillah alipokunywa hiyo juisi ya maboga akapona. Nikaona nawe bora nikurushie akiba. Inshaallah unafanya hivi asubuhi, kabla hujala chochote, unasaga kipande cha boga kama robo ya mkono, kama kipande hivi kilichokuwa kina ukubwa waniniwe, wa nini wa, gramu kumi. Alafu unakisaga hicho, alafu unakunywa inakuwa kama juisi nzito nzito tu hivi. Basi anakuambia baada ya mwezi nenda ukapime habari ya sukari, sukari, Mungu anapona. Lakini sasa la, la kutibufigo inabidiuehwake na, na kila kitu chake. Una, unalichemsha kipande kidogo tu na maganda yake. Ukisha unalisaga hivyo hivyo lilivyo yale maji unachemshia, unabakisha na yakusagia, umomo unalisaga, ukishakusaga unakunywa hivyo hivyo, asubuhi mapema, basi kwa wiki mbili. Alafu unakwenda kupima tena. Kuna watu wamepona mafigo mawili, hapo watu wawili wamefanya dawa hiyo wamepona, alhamdulillah. Kona nawenikurushia hizo dawa muhimu, inshallah kheri. Msalimie wote nyumbani.